Kabila tano kuu humu nchini zinashikilia zaidi ya asilimia 80 ya nafasi za kazi serikalini. Ripoti ya Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC imeonyesha kuwa, jamii za Wakikuyu, Wakalenjin, Waluo, Waluhya na Wakamba pia zinashikilia asilimia 90 ya kazi za ngazi za juu serikalini, kabila nyingine zote zikikosa usawa. Sasa NCIC inaonya kuwa, katika kukita mizizi kwa ukabila kwenye ajira za serikali kunazidi kuti kitaifa kama anavyotuarifu sasa Ben Kirui. Wow. Ni ripoti inayozua wasiwasi ikionyesha wasi kuwa ukabila unaendelea kuwa donda sugu nchini. Jamii tano za Wakikuyu, Wakalenjin, Waluo, Waluhya Wakamba zikimulikwa na tume ya maridhiano na uwiano NCIC kama ambazo zinazopendelewa katika ajira nchini. Jamii hizo pamoja na Wakisii wa Meru na Wamijikenda zikishikilia asilimia 88 ya na ajira zote katika mashirika ya umma, huku asilimia 12 pekee zikisalia kugawanywa kati ya makundi madogo 37 almost 90% of all the jobs. Baadhi ya taasisi za umma zikimulikwa na tume hiyo kuwa na sifa hiyo mbaya ya kuendeleza ukabila. We have one that is is is is absolutely non-compliant by far. Moi Teaching and Referral Hospital. hospital. hospital. It is a hospital. It, is a, it is a referral hospital. Level 5, my friend. Percentage hey, What is the law saying? No more than 33.3%, Tume hiyo inasema kuwa upendeleo wa kisiasa bado unaathiri ajira, kwani jamii hizo nane pia zinashikilia asilimia 86 ya nafasi za wakurugenzi wakuu huku jamii za Wakikuyu wa Wakalenjin, Waluo na Waluhya pekee zikidhibiti takriban theluthi mbili ya nafasi za uongozi wa juu. Call yes, eh, like, ukaguzi huo pia umebainisha pengo la kijinsia ukionyesha kuwa asilimia 62 ya wafanyikazi wa mashirika ya umma ni wanaume, huku wanawake wakishikilia asilimia 22 pekee ya nafasi za wakurugenzi wakuu, kiwango ambacho kimepuuza kanuni ya uwiano wa kijinsia ya theluji mbili. Vyuo vikuu vya umma nchini pia vimepigwa darubini, ripoti ikisema kuwa jamii hizo tano zinatawala sekta hii, zikishikilia asilimia 85.7 ya nafasi zote katika vyuo vikuu nchini huku jamii nyingine 35 na tano zikingang'ania asilimia 15 ya fursa zilizopo. <laughs> jamii ya Wakikuyu inaongoza kwa uwakilishi wa asilimia 22.9, ikifuatwa na Wakalenjin kwa asilimia 15.7, Waluo asilimia 15.6 na Waluya asilimia 15.4. Tume hiyo inaonya kuwa ubaguzi huo wa kikabila ambao umekita mizizi unatishia uwiano wa kitaifa. Ben Kiroi, runinga ya Citizen, Nairobi.